Rasta niliyoshika mkononi ni Slay Queen kutoka Darling Tanzania. Hii rasta ina uchambuaji wake, una uwezo wa kuchambua kama hivi ambavyo ninafanya kwa ajili ya kupata mawimbi yale madogo madogo. Kwa utakata kanywele kadogo tu mkononi una uwezo wa kupaka jeli ambayo ni nyepesi kama hivi ambavyo unaona, naona mkono unashika jeli ambayo ni nyepesi kutoka Soft and Free. Nitashika jeli nyepesi hivi, kwa hiyo nitakuwa napaka katika ile nywele yangu. Kwa hiyo kama utahitaji nywele ambayo itakuwa na mawimbi madogo zaidi ya hapa, utaendelea kukata ndogo ndogo, utakuwa unachambua, na usukaji wake ni rahisi sana. Nywele kama ambayo umeiona nimesuka mistari upande wa mbele, lakini nataka nikuelekeza upande wa nyuma. Nimetumia sindano ya crochet kama hii ambayo unaiona nika nikawa ninapachika katika ile uh, nywele ya mteja. Sasa kwao ni rahisi sana. Hii nywele tayari tu ina mawimbi ambayo ni mazuri, curls zake zimekaa vizuri. Una uwezo wa kusuka kutumia sindano ya crochet na ukapata matokeo ambayo ni mazuri zaidi na ni haraka sana. Naomba nikukumbushe, mimi ni Farida Othman, kutoka Farida Beauty Academy. Kwa mafunzo bora ya urembo na ususi tunawakaribisha sana chuoni kwetu. Tunafundisha kusuka nywele aina zote, tunafundisha mambo yote yanayohusiana na saluni. In case kama una swali, una chochote niandikie kwenye comment. Kama unahitaji kujifunza zaidi, karibu sana darasani kwetu uweze kujifunza zaidi. Kuna wale ambao umesha suka nywele yako Slay queen kama hiyo ambayo unaiona katika video hapa, umejifunza, umeisuka, unahitaji sasa unitumie feedback yako kwenye whatsapp yangu, ni bure kabisa, lakini hakikisha Tayari umeingia pale YouTube umetafuta Farida Othman na umesubscribe channel yetu ya Farida Othman pale YouTube kisha nitumie screenshot kwa namba ambayo unaona kwenye screen, nitumie feedback yako. Either ni nywele unahitaji nikurekebishe, nitakurekebisha. Either ni kwenye group unahitaji kuungwa, nitakutumia link utajiunga kwenye magrupu yetu, kwa wale ambao mnahitaji madarasa ya live chuo chetu kipo Dar es Salaam Tegeta Nyuki. Chuo kimesajiliwa, tunapokea wanafunzi ambaye hata kama hujui chochote kile tutakupokea na tutakufundisha. Kwa wale wanafunzi wangu wa online, nitazidi kukufundisha zile tips nyepesi nyepesi ambazo utakuwa na uwezo wa kujiingizia kipato huku unaendelea kujifunza. Kwa kama una swali na chochote niandikie kwenye comment hapo chini. Kwa wale ambao mnatokea mikoani, hosteli. Hosteli zipo zetu, hostel kuanzia shilingi laki moja kwa wale ambao mnatokea mikoani, kwa mwezi ni shilingi laki moja. Kwa wale ambao mnahitaji kujiunga na mafunzo ya live ada zetu kuanzia shilingi laki tatu mpaka shilingi laki sita Naenda kumalizia malizia nywele yangu upande wa mbele, nilisuka mistari, alafu upande wa nyuma ndo nikaeka nywele yangu ya slay queen. Lakini sasa kuna siku nilishai kusuka hii slay queen kichwa kizima. Sawa, hii ukiweka mistari kama hivi, unaweza kubana style nyingine za tofauti tofauti kama hivi ambavyo unaona katika video yako. Na mimi ni Farida Othman kutoka Farida Beauty Academy, na asante na endelea kujifunza nasi.